Mpeni mike mama yetu hapo atuambie, hebu e, mpeni mpeni mama aseme, tuambie mama, hebu tuambie hilo jambo. Simama tu mama, tulizana kabisa. Nimetumwa kwa ajili ya hizi kazi za kusikiliza. E, tuambie. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Glory Sam, natokea chama cha mwika kinyamvuo amkosi kilichoko wilaya ya Moshi vijijini kata ya mwika kaskazini kijiji cha Msaiki Nyamvuo. Sisi tulikuwa vyama kumi na moja, tulipitisha kahawa yetu, yetu, ushirika, mbili, ishirini na mmoja, ishirini na mbili, kahawa yetu akawa msimamizi wetu ni Kensi Limited chama kikuu cha ushirika mwaka 2021 22, msimu huo tulipopeleka kahawa ikawa ndio basi tena hata babaki na nyongeza. Wametuzungusha kuanzia mwaka huo mpaka nilifika Dodoma mimi kwa mrajisi mkuu taifa, mheshimiwa Ndege, na kwa waziri Bashe kipindi hicho 2023, wakatuma tume wakaikagua kensu na kuichunguza na litume ile ilirudi ikaonyesha kwamba wakulima wana haki ya kulipwa, maana hakuna walikofanya makosa. Ikaenda hivyo mpaka leo. Tulipiga kelele sana katikati, chama chetu wakawa wametulipa tisini na tano tu milioni mpaka leo, hakuna jambo lingine tumelipwa. Tuko hapo tunalia miaka mitano, watu wamekufa, tumebaki wajane, hakuna tunacholipwa. Na mara ya mwisho majibu yao chama kikuu kwa kutokuona aibu, wenye kiti anatuambia mtatembea na viatu vitaisha, na kweli viatu vyetu viliisha. Leo nimevaa kiatu kipya nilichonunua kwenye mtumba kwa ajili yako, naomba kisiishe tena. Mheshimiwa Waziri, nikuombe Mheshimiwa Waziri, haya wahusika wako wapi? Mhusika uko wapi? Mheshimiwa Waziri, wako wapi hawa wenye chama kikuu cha ushirika? Ehe, hebu tuambie mnalipa lini hiyo fedha. Tuambie mnalipa lini, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Eh, mwacheni tu tunayasogea. ni nani huyu, Mheshimiwa Waziri Mkuu? mimi ni Primus Kimaro, mkurugenzi mkuu mkubwa ya Kahawa. jana tumekaa na juzi, baada ya kusikia ziara. Kusikia hapana. Haya, tuambie mnalipa lini hiyo fedha. Kensio amekubali, kwanza tulifanya uhakiki wa madai upya, na mwenyekiti wa Kensio ni huyo hapa. Uhakiki wa madai umeonyesha kwamba deni lilobaki ni milioni mia nne na kumi na moja kutoka milioni mia sita Mnalipa lini? Mheshimiwa. Karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nipongeze kwa hatua ambayo una umejitoa kuhakikisha unarudisha imani kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza ili deni ni la miaka. Nini msiolipa, wananchi ndio mnapoteza imani. Tuambieni mnalipa lini Mheshimiwa Waziri Mkuu tayari tumeshakubaliana mwaka wa fedha unaoanza tutalipa hizo fedha, na tuliwaahidi jana jana, walisaini nyaraka baada ya, mba ya mba, kuambia kuna ziara inakuja mmewahidi jana hapa. Lini? Hapana, mwaka kesho tutalipa hizo fedha kwa installment, na Mheshimiwa Mai alishawahakikishia kwamba pesa zinalipwa na mimi nimeteuliwa hapa na miaka miwili pale baada ya hilo tatizo kutokea na nimeanza kushughulikia nimewalipa milioni tisini na tano na yeye huyu ni shahidi, kwa sababu wanazo nyaraka. Mheshimiwa waziri mkuu, unaelewa changamoto zilizosibu KCU na ndio maana tume yako ilikuja pale, ilifanya uhakiki, inafahamu hayo madeni, na hatua ya kwanza ya kuyalipa tumeanza mheshimiwa waziri mkuu. Na chama hakiwezi kulipa hizo fedha kwa wakati mmoja, lakini kuhakikishia hapa, tutazilipa kwa installment, kadri chama kitakavyopata pesa na tumekubaliana nao jana mkuchukua? Ilichukuliwa hiyo kahawa. Na mnataka mlipe kwa installment. Tangu mwaka 2023 mnataka mlipe kwa installment. Zimelipwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Raji ziko wapi? Hawa ni... si wana mali hawa, iuzwe hata mali, wananchi walipwe. Nyesi, mna mali zenu ndio tunazo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninyi mnakaa mnadunda, wananchi hawana hawana amlipi fedha yao. Sasa sikiliza, sasa mrajisi uko hapa, hebu e, e, tuambie, hawa wana hawa, si unajua mali zao, wana nini na nini, wana majengo, wana mashamba. Tafuteni mkuu wa mkoa, simamia, tafuteni kimoja wapo kiuzwe, milioni mia nne ipatikane, hawa watu walipwe mara moja. hatuwezi tukawa tunakaa na jambo moja mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne, na watu wanalia na watu wanaumia. Kama mna chama hakiwezi kulipa watu mali yao, mnakaa nacho cha nini? Mnakaa nacho cha nini? Eti mnakaa nacho cha nini? Mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne, watu wanalia, watu masikini wanalia Tabia ya kuzoea matatizo ya watu, shida za watu, kero za watu, machozi ya watu. Watu wakilia nyiye mnaona wamewasalimia tu, mnasema mwaka kesho mtaanza kwa rejareja reja, limeshamaliza miaka mingapi? Miaka mitano rejareja, tuongeze mingine miaka mitano. Mimi upuzi wa aina hiyo sitaki kusikiliza. Niambieni mna, mnauza lini? Mnalipa lini? Msipo, msipofanya hivyo, nikija ziara nyingine nawagawia haya. Niambieni mna, mnalipa lini? Mtamaliza lini? Mlipe hiyo kwa mara moja. Mwaka kesho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo nimekataa. Mmeshapewa <coughs> tangu miaka mitano iliyopita eh tunakaa na bodi mara moja kuhakikisha hizo fedha. Nakaa lini? Nakaa lini? Wiki ijayo. Leo siku gani? Leo Ijumaa. Haya, wiki mnakaa siku gani? Jumatano. Jumatano mkae mtoke na majibu, nitakuwa bado niko kanda ya kaskazini. Hapo sawa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, uje nao uniambie wametoka. Mkija na majibu ya ovyo, nitaweka ndani mpaka tuwalipe kwanza hawa watu ndio mtoke. Sawa mheshimiwa Haya, mambo ya kipuzi kabisa haya haya, mambo ya kipuzi msiniletee mimi mambo ya kipuzipuzi ya kipumbavupumbavu haya. Jumatano nataka mkao mtoke na jawabu, mambo ya mwaka kesho nimekataa. Mseme mnalipa nini, mtalipa dini, tafuteni mtakachouza, mwalipe watu fedha zao i mnakaa na vitu vyenu alafu fedha za watu mmekaa nazo, au tuweke na riba? Mliokaa na fedha za watu hizo ni, ni, nilipita pale Same, mambo ya kipuzipuzi haya haya. Nilipita pale Same, fundi amejenga matundu ya vyoo, matundu ya vyoo wanatumia, matundu ishirini na moja wanatumia, wanatumia matundu hayo miaka mitano, milioni mbili hawajamlipa mambo ya kuzoea na kupuuza puuza shida za watu, mkishaudhi nikikasirika mnaanza eti atachukiwa, mbona anakasirika? Hata nikichukiwa, mtoto akichaga alishanipenda nimea, mnahangaika nami nini? Mambo ya kupuzi kabisa. Jumatano hiyo bodi ikae, nataka nipate Jumatano. Mkisha maliza kikao, nataka katibu, Jumatano tutakuwa wapi? Mtawasiliana, nataka niletee taarifa hiyo. Na ninyi mnaodai siku napata taarifa aje, mje na mwakilishi. Mwakilishi awepo hapo, nataka mje mniambie. Mna sio mwaka kesho, sitaki habari ya mwaka kesho, na sitaki habari ya installment. Nataka watu hao walipo hela yao yote. Haya mambo ya longolongo haya, ndio mpuzi mpuzi, tunasababisha watu wanakuwa maskini.